Rais wa Urusi Vladimir Putin amependekeza Ukraine iwekwe chini ya utawala wa muda ili kuruhusu uchaguzi mpya kufanyika, huku akisistiza kuwa takwa hilo likitekelezwa, atakuwa tayari kwa ajili ya kutiwa saini kwa makubaliano muhimu ya kusitisha vita kati ya mataifa hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ruters, Rais Putin alitoa kauli hiyo siku ya jana Alhamisi ya Machi 2025, wakati wa ziara yake katika bandari ya kaskazini ya Mamaski nchini Urusi. Kauli hiyo ya Putin imekuja wakati ambao Marekani inapambana kufanikisha makubaliano ya kumaliza vita kati ya mataifa hayo kwa kurejesha mawasiliano na Russia na kushiriki mazungumzo ya aina tofauti na mataifa hayo ambayo ni hasimu. Kiongozi huyo raia wa Urusi alisema anaamini kuwa Rais wa Marekani Donald Trumpu anataka amani kwa dhati tangu kuanza operesheni zake za kijeshi nchini Ukraini Februari 2022. Urusi imeyatoa maeneo ya Ukraini ikiwemo katika mkoa wa Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Pokrovski na Crimea iliyotwaliwa tangu mwaka 2014. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.